Yani, nafurahi na, na sana napoona kuna wanawake wana, wana mitazamo kama mimi kwamba hakuna sababu ya yani ya kuchezea mwili wako. Unajua, mwili uliopewa na Mungu yani ni kitu ambacho ukishakipoteza basi, hey, hauwezi kukirudisha kwa hiyo unaweza ukawa tu unaona labda hizi hela elfu kumi elfu ishirini au mtu anakupa kisimu, lakini unachezea kitu cha thamani ambacho hakuna pesa inayoweza kukurudishia mwili wako. Kuna matajiri wangapi wakisha poteza afya zao wanakufa tu na hela haziwezi ku, kuwarudishia mili yao si ndio? Ndio maana mimi moja ya kitu ninachokilinda ni mwili wangu. Navyoamka, yani hayo ndo na mawazo yakinijia. Saa kumi na moja nimeshaamka niko barabarani nakimbia na mazoezi nihakikishe niko fiti na afya nzuri eh, niweze kufanya majukumu yangu vizuri. Lakini hiyo biashara pia ya kwenda kutoa mwili ili niweze kuishi no. Mimi nimemaliza darasa la saba tu, nimeanza kazi za nyumbani mwaka ule ule. Darasa la saba tumemaliza mwezi wa tisa mwezi wa kumi na moja niko da, yani hata kijijini sijakaa, watu wamekuja kule wanatafuta wadada wa kazi na mimi mbio nikaona fursa kwa hiyo toka nimeanza kufanya hizo kazi sijawahi kuingia kwenye maisha ya kusema natoa mwili wangu ili niishi. Sio kweli, sio kweli kabisa. Kwa hiyo um, ume- una- unataka sasa upate mtaji wa kufungua biashara ya urembo, e, urembo. Mm. Sio tena hiyo. Mm. Sio mkaa tena, urudi kwenye mkaa Kwenye urembo. Aa, kwa hiyo mkaa ilikuwa ni njia. Ni njia ya kupita. Yaani wow, wow. Hilo ni somo kubwa. Ndio maana mimi nawaambiaga dada nj, kuwa dada wa kazi ni njia. Umesikia dada Jenifa? Umeona somo hilo jamani? Alikuwa anauza mkaa ili apite kama njia kwenda kwenye ndoto yake. Nyie wote mmekuja hapa mna ndoto zenu. Hakuna mtu ambaye amekuja na ndoto ya kuwa dada wa kazi wa milele. Na bwana hii ni njia. Sisi tuko pamoja, ni njia unayopita ili uende kwenye malengo yako. Sasa watu wengi wangekuwa na hizo akili. Yaani, ungekuta hichi kituo kimefurika wadada kwa sababu wengi wamejaa huko mitaani hawana kazi. Ila wanaogopa, yani anaona kama akisha kuja kwenye hizi kazi labda ndio na yeye atakuwa dada wa kazi milele. Kumbe ni njia tu. Na kazi yangu mimi ninayofanya hapa ni kuwaonyesha, mbona mimi nilipita hii njia. Si ndio? Sasa hivi naishi vile ninavyotaka. Maisha yangu. Sina njaa, Siombi mtu, sitegemei mtu, wala simpi mtu airtime ya kunipangia jinsi ya kuishi. Unajua, ukiwa tegemezi kwa mtu atakupangia maisha, usiende huko. Kuona wanawake wanakatazwa hivi vitu vingi tu, mara usifanye kazi mm, eh mara usiende, sitaki kuona na mashoga zako wale. Sasa utaishi una, yani unakuwa binadamu wa namna gani? Hiyo yote ni umaskini, kwa sababu mtu anakulisha anaona kwamba sasa, yani hata pumzi ya kuvuta anataka akupangie. Lakini ukijikomboa Yaani, wala hutaomba heshima, unaheshimiwa. Si unaelewa? Hauiombi ile heshima, inakuja tu.